Pali imetuma msaada wa chakula kwa waathiriwa wa maporomoko ya eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Haya yanajiri huku idadi ya waliofariki kutokana na mkasa huo wa mapema Jumamosi ikifikia watu 26 baada ya mili mingine zaidi kupatikana leo hii, wakati ambapo watu wengine 20 na sita wakipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Eldoret, huku wengine ishirini na watano wakiwa hawajulikani walipo hadi kufikia sasa. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliyefika eneo hilo amewahakikishia waathiriwa kuwa serikali itawalipia matibabu na pia kugharamia mazishi ya waliofariki so that we can try to find uh, those who have been lost or uh, in the in the circumstances that we are in. Wacha uh, chopa hii helicopter ya police na helicopter ya army itabaki hapa kusaidia kuhakikisha chakula imefika, na kuhakikisha for any emergency yenye iko mpaka uh, tuone kwamba barabara imefunguka, inaweza kufikisha chakula. Na tumeconsult na Kenya National Examination Council ile exam pahali penye exam haiwezi fika, ndege imewekwa tayari Eldoret yenye itafikisha mtiani kwa sehemu zote ambazo tunaweza kufikisha. Tumeambia county commissioner akifanya kazi na chiefs, wafanye baraza ya, kuwa, ya kufanya awareness kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaondolewa kwa sehemu ambazo siko na hatari. Tukiona sehemu inaweza nyesha na ikatike, tunataka watu waondolewe tayari. Kuna mikaka mipango ya kuhakikisha Eh, vile tutasupport wale ambao wata afu kujenga makao mapya, na tukiwa tunasaidia hawa tunataka kuwaondoa kwa sehemu ngumu, ili tuweze tukasaidiana pamoja.